Reaeni gombe jambo hili kwa vyama vyetu vyote vya siasa, na kwa sababu leo tuna fursa ya kuongea kwa unyenyekevu mkubwa, tutumie fursa hii kulijenga taifa, tutumie fursa hii kujenga mshikamano, tukitambua kwamba wote tuna safari moja na taifa tunalolijenga ni moja. Rejia alishiriki uchaguzi mkuu uliopita katika mazingila yake alipata kura zilizohesabiwa na kukubalika ni zake zilikuwa ni elfu thelathini na nane na, na zaidi dogo. Tuko wabunge wengi hapa, ni hakika wabunge wengi tutakiri kwamba ni wachache tuliokuwa na kura zaidi ya elfu thelathini na nane pamoja na kwamba sisi leo ni wabunge. Unaweza kumwona kijana mdogo ambaye aliingia siasa akiwa na miaka 26 alivyoweza kuwa kukuzwa katika siasa akawa kiongozi mwenye matumaini, si kwa chama chake, si kwa familia yake, lakini kwa taifa lake. Mheshimiwa Rejia alionyesha uwezo mkubwa, kwani alikuwa ni mwepesi wa kuelewa na kutenda yale yote aliyokuwa akielekezwa mwanzoni kama mgeni katika chama na viongozi wenzake, lakini vile vile alichukua nafasi yake kama kiongozi toka dakika ya kwanza kwa ujasiri mkubwa sana. Mheshimiwa Rejea Mtema daima aliamini na kusimamia ukweli kuwa hakuna kazi yoyote ambayo mwanaume anaweza kuifanya na mwanamke ashindwe kuifanya. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Anne Makinda ametoa wito kwa wanawake nchini kujijengea uthubutu kama Rejea, wawe wajasiri hasa katika kugombea kwenye majimbo, kwani wana uwezo mkubwa wa kushinda. Na hivyo basi, kwa wanawake wote walioko hapa, viongozi na wale wengine wote, kitendo cha kuthubutu kama alivyofanya marehemu mtamfanye. Hakuna kuogopa. Hii ndio fundisho letu kwa mtoto. Alithubutu, kwa hiyo alipoingia bungeni Jamani wananchi, nataka niwaambieni, bunge linaendeshwa kwa kanuni za bunge, haliendeshwi kwa furaha ama matakwa ya watu. Ingekuwa hivi, hamna. Kwa hiyo mimi nakuta rejea alikuwa anasijua kanuni za bunge na pale alipopitiwa anasema naomba radhi. Akisoma uwasifu wa marehemu, kaimu mkurugenzi wa utawala rasilimali watu katika ofisi ya bunge, Bikitoli na Kipa. Amesema Mariam Regia alizaliwa mwaka 1980 jijini Dar es Salaam. Amepata elimu ya msingi mwaka 1989 hadi 1995. Alipojiunga na shule ya sekondari Forodhani na baadaye kuendelea na kidato cha tano na sita katika shule ya sekondari ya wasichana Machame, na mwaka 2003 hadi 2006 alipata shahada ya maarifa ya nyumbani na lishe Chuo Kikuu cha Sua. Kati ya mwaka 2007 na 2010, marehemu aliajiriwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambapo alifanya kazi kama afisa mwandamizi wa vijana. Pia marehemu alifanya kazi kama afisa mafunzo mwandamizi katika idara ya vijana kwenye chama hicho. Maremreji ya Mtema alifariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea Januari kumi na nne mwaka huu huko eneo la Ruvu Kibaha, na anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumatano Januari kumi na nane huko Ifakara mkoani Morogoro, ambapo Rais Jakaya Kikwete anatarajiwa kuhudhuria. Katika viwanja hivi vya Karimjee Dar es Salaam, makamu wa rais ameongoza wakazi wa Dar es Salaam na viongozi mbalimbali mbali wa serikali kuaga mwili wa marehemu Reji ya Mtema kabla ya kusafirishwa kwenda mkoani Morogoro kwa ajili ya maziko kutoka katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam. Mimi ni ufosaro wa ITV. Serikali mkoani Mbeya imepiga marufuku ununuzi wa kahawa mbivu ambayo haijasindikwa na hasa katika wilaya ya Mbozi kwa madai kuwa utaratibu huo umesababisha kushamiri kwa ulanguzi wa zao hilo na kuwapunja wakulima wengi ambao wamekuwa hawapati bei nzuri na ulingana na gharama za kilimo. Mwanahabari wetu Vedasto Msungu ana taarifa zaidi kutoka Mbozi. Wakiongea kwenye mkutano wa wadau wa zao la kahawa kutoka wilaya mbalimbali mbali za mkoa wa Mbeya, mkuu wa mkoa huo Abbas Kandoro na baadhi ya viongozi wa wilaya hizo akiwemo mbunge wa jimbo la Mbozi mashariki Erasto Zambi wamesema mfumo huo wa ununuzi wa kahawa mbivu maarufu kwa jina la cheli umekuwa ukiwanufaisha zaidi wafanyabiashara na hivyo wakaiomba serikali kusitisha utoaji wa leseni za ununuzi wa kahawa ambayo haijasindikwa. Ninasema kwa sababu jambo hili sisi tulishavizungumza katika kamati ya maendeleo ya mkoa. Ushauri wetu unabaki huo huo kwamba katika mkoa sisi hatukubaliani uh, na swala la kuendelea na biashara ya ku ya kununua cheri hiyo, tunaona kabisa inamuumiza mkulima moja kwa moja. Soko huria sio, manake soko holela. Kilicho kongozi leo Mheshimiwa Waziri ni soko holela wala sio soko huria, ni soko holela kabisa. La hii hili, mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, ninaomba lisiruhusiwe, sheria ndiyo ituongoze. Tukisimama kwenye sheria Maungano haya mheshimiwa waziri, hayana nafasi na mimi nataka nikushauri mheshimiwa waziri, kwa kwa ushabiki huu, vyovyote vile utayafurahisha makundi yote, huwezi kufurahisha makundi yote, na hii ndiyo maana ya uongozi, wakati mwingine ni kuchukua sheria. Nasema nini. Akiongea kwenye mkutano huo, waziri wa kilimo na chakula profesa Juman Magembe amesema kimsingi serikali haina tatizo na uamuzi wa mkoa wa Mbeya ambao umeanzia katika ngazi ya halmashauri ya wilaya Mbozi, lakini amewataka viongozi kusimamia utaratibu ambao utawawezesha wakulima kupata bei nzuri ya zao hilo, lakini pia kutilia mkazo ubora wa zao la kahawa. Kama mkiamua kwamba hamtaki kuuza cheri, hayo maamuzi ni halali kwa sababu ninyi ni serikali halali. Hey, mnawawakilisha wananchi. La kwangu mimi ninalogombana na uamuzi huo bei ya wakulima haisimamiwi vizuri. Wakulima ambao wana- wana- wana- wanauza hiyo hiyo hiyo kahawa kwa wanunuzi wowote, vikundi pamoja na hawa wakinalima, bado hawa wanapewa bei ndogo sana. Huu ndio ugomvi wangu mimi kwamba kwa jambo hili tutaendelea kutofautiana kwa sababu lazima mkoa, wilaya halmashauri zisimamie mkulima apate bei nzuri mapema. Wakulima na wadau walioshiriki kwenye mkutano huo uliotawaliwa na malumbano makali, baadhi wakitaka mfumo wa cheli uendelee, lakini wengi wao waliupinga kwa madai kuwa wanaoushabikia ni mamluki wa baadhi ya makampuni na wanunuzi wa kahawa. Mimi nimefanya kazi katika kampuni hile waliopo hapa, waliokuwa na baadaa ya chini pale, nimefanya kazi nao mimi kwenye kampuni hiyo.

ip ipeweka kwa nani ivipeeka kwa nani? na ipi niuze mwe mwenyewe anajua ila iyoktupapishwa kwama muima napunza sikwei hatupowi kutoka Mbozi mkoani Mbeya. Ni Vedasto Msungu wa ITV. Katika kukabiliana na kasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi wilayani Rorya mkoani Mara, wanawake wa wilaya hiyo wameomba kuwatajwa waume zao ambao hawajatahiriwa ili waweze kufanyiwa tohara kama mmoja ya mkakati wa kukabiliana na hali hiyo. Mwanahabari wetu George Marato anaripoti. Uchunguzi wa kisayansi umebaini kuwa wanaume ambao hawajatahiri wamekuwa na hatari kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa asilimia sitini wakati wa kujamiiana. Kwa mujibu wa taarifa za idara ya afya ya mkoa wa Mara, zimesema wilaya ya Lori, ambayo sehemu kubwa inakaliwa na jamii ya Wajaruo, wengi wao wamekuwa wakiendeleza mila mbalimbali, zikiwemo za kushindwa kutahiri kwa wanaume, hivyo kuifanya wilaya hiyo kuwa ya kwanza kimkoa kwa kuwa na maambukizi mapya yanayofikia asilimia kumi na tatu. Hivi sasa kampeni hii ya kutaka wanaume hawa wilaya ya Loria kuanza kutahiri inaendeshwa na mbunge wa jimbo la Loria, Mheshimiwa Lameck Airo, ambaye amesema kuwa hii kupambana na maambukizi hayo mapya, hakuna budi kwa, kwa jamii hasa wanaume kubali kutahiri kama wanavyofanya wenzao wa nchi jirani ya Kenya katika mkoa wa Nyanza na kwa nini Wajaluo waongozi naonekana? Wajaluo sisi ni wachafu. Wajaluo tunatakiwa tukatoe ile ngozi ae. Kwa hiyo ukubali usikubali, ndugu zangu, wakina mama, nyie mtusaidie. Ko, naomba ili tusaidie na kuhamasisha vukenje hapa tu kwena miuru hapo tupunguze hiyo dudu itoke iwe safi, ili gonjwa hili isiendelee kwa kasi sana. Tayari serikali kupitia wizara yake na ustawi wa jamii imekubali kuendesha zoezi la kusaidi wanaume katika mikoa minane nchini ambayo ni Mara, Shinyanga, Mwanza, Kagera, Rukwa, Tabora Mbeya na Iringa, ambapo kwa mkoa amba wa Mara ambao hadi sasa wanatafuta wafadhili kwa kusaidia mpango huo, wilaya lori ya Loria ndiyo itakayohusika na zoezi hilo. Nikiripoti toka wilayani Loria mkoani Mara, mimi ni George Marato maratowa. Wananchi wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro wametakiwa kulinda na kutunza miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwa misaada ya wahisani na serikali kwa lengo la kujiletea maendeleo kutokana na kuwapo kwa baadhi ya watu wasio waaminifu wanaoharibu na kuiba vifaa vya miradi ikiwemo ya umeme wa nishati ya jua. Mwandishi wetu Fadhila Omari anaripoti kutoka Mwanga. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mwanga Bwana Wile Njau wakati alipotembelea na kukabidhiwa miradi ya utengenezaji wa majiko sanifu na umeme wa nishati ya jua katika zahanati na shule za sekondari wilayani humo, na kusema kuwa suala la utunzaji wa mazingira ni muhimu na kwamba majiko hayo yatasaidia kwa kiasi kikubwa ya kupunguza uharibifu wa mazingira walikuwa wanaenda kukata kuni ima shule ama wanakijiji, kama wameshawawekea jiko lile <laughs> jiko sanifu na banifu, hata yaenda tena kule, kama alikuwa anatumia labda kilo mia tano za kuni kwa mwezi, kwa sababu lile jiko limetengenezwa kwa teknolojia hiyo ya kutumia kuni. Mapema akikabidhi misaada hiyo, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la nishati endelevu na utunzaji wa mazingira Tanzania Tatedo Bwana Estomi Sawe amesema kuwa lengo la miradi hiyo ni kuhakikisha wanaleta mabadiliko katika jamii hususan vijijini na kutunza mazingira kwa kupanda miti, kwa kuwa majiko hayo yanatumia kuni kidogo sana ikilinganishwa na majiko ya kawaida. Tafiti ambao tumefanya kwamba ni asilimia kumi tu ya taasisi za kijamii ikimaanisha mashule pamoja na mahospitali ma au zahanati au ya vituo vya afya vyenye umeme kwa asilimia 90 hazina, kwa hiyo bado changamoto ni kubwa, kuanzia ngazi ya kitaifa, ngazi ya wilaya na ngazi zote. Kwa hiyo taasisi yetu ya Tatedo kwa kweli inashirikiana na wadau mbalimbali. Naye mratibu wa Tatedo kanda ya Kaskazini b Selango amesema ujenzi wa majiko sanifu katika ngazi ya kaya yatapunguza hewa ya ukaa inayotokana na matumizi ya kuni na kwamba mpaka sasa jumla ya majiko sanifu elfu moja yamejengwa na lengo ni kujenga majiko elfu kumi mkoani Kilimanjaro ili kukabiliana na tatizo la uharibifu wa mazingira. Kwa sasa hivi huo mradi umeshajenga majiko kama elfu moja na zaidi, na lengo letu ni tuweze kujenga majiko kama elfu kumi angalau ikiwezekana, hata kila kaya iweze ikapata jiko ambalo linapunguza kiasi cha kuni na tukiwa na lengo la kupunguza pia matumizi ya kuni kutoka katika msitu na pia katika mashamba yetu. Nikiripoti kutoka wilayani Mwanga mimi ni Fadhila Omari wa ITV.